Tumie nafasi hii kumshukuru mgeni wetu. Kama nilivyosema pale mwanzoni, tulimwalika mkuu wa mkoa kuwa mgeni wetu, lakini alipata udhuru kwa sababu ya majukumu ambayo hakuweza kumwachia mwingine, akaniahidi kama anamtuma mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, ili aweze kusema neno la salamu. Hadhara unayoiona ni maadhimisho ya ibada ya CCT. Kila mwaka tunakuwa na maadhimisho ya CCT kitaifa inayofanyika Jumapili ya mwisho ya mwezi Mei, lakini kabla ya kufikia Jumapili ya mwisho mikoa yetu inakutana natafuta nafasi ya kukutana katika maadhimisho ya mikoa, na mkoa wetu wa Kilimanjaro una utamaduni wa kukutana siku ya Jumatano. Kila inapofika ibada yake itakuwa siku ya Jumatano, na tunaifanya katika mojawapo ya makanisa wanachama wa CCT katika wilaya zetu hizi za mkoa wa Kilimanjaro. Mwaka jana ilikuwa Mwanga, na mwaka huu tumefanya katika kanisa la Anglican hapa. Hatujui mwaka kesho itakuwa wapi, lakini ni ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Tulipomwalika mkuu wa mkoa, wenzangu waliniomba niseme neno hili dogo, lakini ambalo ni muhimu sana, kwamba mkoa wetu wa Kilimanjaro ni mkoa unaojipambanua sasa kwa ajili ya amani iliyopo na maendeleo yaliyopo lakini mkoa huu, tuwaombe viongozi wetu watafakari jambo moja. Tunajua ya kwamba ni mkoa unaopendwa na wageni na shughuli nyingi za kitaifa na kimataifa zinafanyika hapa. Pia tumekuwa na siku inayoitwa Kili Marathon ambayo kwa kweli imeshika kasi katika taifa letu na nje ya taifa letu, na hata nchi za nje wanajua hii Kili Marathon. Tumepata shida kidogo na Kili Marathon, hasa pale inapofanyika siku ya Jumapili. Lakini isingekuwa tatizo. Tatizo kubwa ni kufungwa kwa barabara muhimu na kuwakosesha watu kuabudu. Tukafikiri, je, yeah, haiwezekani Kili Marathon ikawa siku nyingine ambayo sio ya ibada? lakini kama mtaendelea kutafakari vizuri, haiwezekani ifanyike mahali ambapo barabara wanazozitumia haziwazuii watu kwenda ibadani? Kwenye mji wa Moshi, washarika wengi wa makanisa yanayosali Jumapili, siku ya Kili Marathon, wanapata shida kubwa lakini wasafiri wanaosafiri wanapata shida pia, kwa sababu barabara kuu inakuwa imefungwa. Miaka michache iliyopita, wakati nikiwa na huduma muhimu katika dayosisi ya kaskazini kati kule Arusha, ilikuwa huduma ya kufungua kanisa, nimealikwa, ni siku ya Jumapili. Nimejitahidi sana kudamka Nilipokuja Sango barabara zimefungwa, ni Kili Marathon. Kwa hiyo ilinibidi nitafute njia fulani fulani nipite, kwa kuwa mimi ni mwenyeji wa huko Mgombani, nije nitokee huko Kiboshorodi, lakini tayari nilikuwa nimechelewa ibada ile kwa saa nzima. Sasa tukuombe, unayemwakilisha mkuu wa mkoa, hatusemi tupate jibu hapa sasa hivi lakini lizungumzwe li katika vikao vile lizungumzwe, watu wawaze vizuri. Tunaipenda Kili Marathon, inatutangaza, lakini isije kawanyima watu ibada. Nitumie nafasi hii kukukaribisha. Kama nilivyosema, tulikuwa na neno kuu, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wowote wa